Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina naitwa Secilia J.K, ninawaletea ujumbe kutoka kwa Mungu. Ujumbe huo Mungu amenituma niwaletee kwenu, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe unaosema kichwa kinasema ujio wa Bwana u karibu, kaa tayari. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma Mathayo 25 mstari wa kwanza hadi wa kumi na tatu, nayo inasema: ndipo ufalume wa mbinguni utakapofanana na wanawali kumi waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Watano wao walikuwa wapumbavu, watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara waliku walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya, bwana harusi tokeni, mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakazitwa wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, Tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi, afadhali shikeni njia y mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, nao walikuwa tayari, wakiingia pamoja naye harusini Mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, bwana bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui nini. Basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Kichwa cha somo kinasema ujio wa Bwana u karibu Kaa tayari. Ujio wa Bwana u karibu, kaa tayari, ni ujumbe ambao nimepewa na Mungu ni waltei nyinyi Wakristo, nyinyi watumishi wa Mungu, nyinyi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujifunze kwa wanawali kumi. Yesu alitoa mfano wa wanawali kumi, watano wenye busara, watano wapumbavu. Watu wote wanaitwa lakini si wote wako tayari. Ndivyo hata ilivyo sasa, watu wote tumeitwa na Mungu, kila mtu ameitwa, lakini si wote tupo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyo wanawali kumi, wote waliitwa, lakini watano taa zao zilikuwa hazina mafuta, watano taa zao zilikuwa zina mafuta. Mathayo 7:21 inasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Si wote wanaomwita Bwana watakao ufalme wa mbinguni si wote wasafiri, si wote watakaosafiri, sio wote, wataka, si wote waliokaa stenzi na mabeji wote watasafiri wapo ambao watakaosepui. Tujifunze kwa hao wanawali kuu, wote waliitwa harusi, lakini walioingia kwenye karamu, walioingia kumlaki huyu bwana harusi walikuwa watano. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone mfano wa kwanza wa wanawali hawa watano wapumbavu, hawa wanawali watano hawakuchukua mafuta, walikuwa wamepooza. Ina maana kiroho hawakuwa na mafuta ya Roho Mtakatifu, hawakuwa wakiomba wala kusoma neno wala kuomba toba. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa wanawali watano hawakuwa tayari, pamoja na kwamba waliitwa pamoja na wale wanawali wenye busara, lakini hawakuwa tayari. Hawakuwa tayari kwa sababu hawakutoa mafuta hata leo Yesu anatutaka wanawali ni sisi. Yesu anataka tufanane na wanawali wenye busara ambao tutajiweka kuwa tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Tutakaa tayari, hata mwana wa Adamu atakapokuja akute tupo tayari. Je, mafuta ni nini? Mafuta ni Roho Mtakatifu. Mafuta ni kuomba kila wakati. Mafuta ni kusoma neno la Mungu. Mafuta ni toba. Wafilipi 4:13 inasema, nayaweza yote katika yeye atutiai nguvu. Tunayaweza yote katika yeye atutiai nguvu, si kwa nguvu zetu, bali kwa Roho Mtakatifu tukiwa na mafuta ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuone mfano wa pili, hawa wanawali wenye busara, hawa wanawali wenye busara walichukua mafuta na taa zao walikuwa wamejaza maisha yao kwa maombi, utakatifu, toba na na neno la Mungu. Walikuwa tayari, wamekwisha kujiandaa. Hao tayari walikuwa wameshajikamilisha. Pamoja na kwamba wote walilala, lakini hao wenye busara walilala wakijua kwamba muda wote na saa yote, dakika yote atakayokuja mwana wa Adamu meshajiandaa. Taa zao zilikuwa na mafuta, taa zao zilikuwa zinamminika mafuta. Je, si tunajiandaje? Tunajiandaa kwa kusubiri kwamba saa itakapofika uombe kwa jirani yako mafuta? Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa hawa wanawali wenye busara ambao walijikamilisha walijitambua, na ndio maana walijiandaa. Warumi kumi na mbili mstari wa kumi na moja Inasema msiwe wavivu katika bidii, iweni na moyo wa moto, mkimtumikia Bwana. Ikiwa wewe ni mtumishi, ikiwa wewe ni mtu wa Mungu, ikiwa mtu yeyote ambaye hujaokoka okoka, ambaye upo ndani ya utumishi, mtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa bidii zote, kama Warumi inavyosema, msiwe wavivu, tusiwe wavivu, tuwe katika bidii na tuwe na mioyo yenye moto kila wakati kumtumikia Bwana na tunaona, tunaona baada ya kurudi huyu Yesu, baada ya kukawia huyu bwana harusi, maana hao wote wanawali walilala, wanawali walilala alipokuwa nakawia Yesu, ina maana walipata usingizi wakalala wote wanawali. Tuone, je kukawia kwa Yesu walilala, nini kilitokea? baada ya kuona Yesu amechelewa kurudi, Yesu alipochukua muda kurudi, wengi wakalegea. Bwana Yesu asifi wa. Hawa wanawali walilegea, ina maana walilegea wakalala usingizi, lakini wote walilala usingizi, wenye busara na wapumbavu pamoja na, na wenye busara na wapumbavu wote walilala pamoja lakini pamoja na kwamba walilala wote, makundi hayo yote mawili, wenye busaa na wapumbavu, lakini hao wenye busaa tunaona walikuwa na akili. Pamoja na kwamba walilegea, walipata usingizi, lakini walilala huku wakijua tuna mafuta ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Wathesalonike wa kwanza mlango wa tano mstari wa sita inasema basi, tusilale kama wengine bali tukeshe na kuwa na kiasi. Wapendwa, tusilale kama wengine, watu wa mataifa, tukeshe tukiomba kila wakati, tusilale usingizi. Na ndio maana ukuta kuna mahali Yesu alipopandisha mlimani, aliwaaga wanafunzi kwamba anaondoka naenda kuomba. Alirudi akakuta wamelala, akawaambia hamkuweza kukesha na mimi hata saa moja? ndugu wapendwa, tusilale tusilale, hadi Yesu atushitukie kwamba bado tunalala, tumeshinda kukesha kukesha naye hata lisaa limoja. Bwana Yesu asifiwe sana, tujitahidi, Mungu atusaidie. Watumishi wa Mungu tukaze mundu. Tujifunze nini kili ziliposikika tu kelele ziposikika tu kelele zile za usiku, usiku wa manani, bwana harusi anakuja. Nini kilitokea wakati wamelala hawa wanawali kumi? Tunaona walilala usingizi mnono, lakini katikati ya usiku wa manani sauti zilisikika, bwana harusi anakuja. Nini kilitoke? Kilitokea tunaona kitu ambacho kilitokea, wote wanawali waliamka. Ujio wa Bwana Yesu hautatangazwa mapema. Itakuwa kama mwizi usiku, na ndivyo wa ilivyo. Wapo ambao wamekata tamaa mpaka sasa hivi kwamba siku zote tunasikia Yesu atarudi lakini hatuoni dalili. Atarudi lini? Hata hao wanawali walilala, lakini kati ya hao wanawali wapo ambao walikuwa wanajua Yesu muda wote atafanya nini, atarudi. Je, leo hii tunatambua kwamba Yesu atarudi, tunakesha. Haitatangazwa kama tangazo lingine, tuna tuliozoea kama tulivyozoea tangazo mingine: leo kuna mkutano wa injili leo kuna semina e, kesho takata maji, kesho takata umeme. Hicho kitu hakitatokea kabisa. Kitu ambacho Yesu anatuambia kwamba tukeshe, kwa sababu hatujui siku wala saa itakayokuja, wana halitatangazwa tangazo la kwamba Yesu anarudi. Tunaona dalili na nyakati za mwisho, jinsi ilivyo dalili zote zilizotabiriwa kwenye maandiko. Hiyo ndio kengele, hayo ndio matangazo kwao, sisi watu wa Mungu ambao tunajua nyakati na kusoma majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 4 hadi wa 16 inasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Kwa Yesu kurudi kwake atakuja kama mwizi. Laiti tungelijua kwamba leo anakuja mwizi au kesho anakuja mwizi, tungekesha. Kwa hiyo inafananishwa kwamba hata Yesu atakuja bila taarifa, lakini tunaambia tukesha. Laiti tungelijua kwamba mwizi anakuja, tungekesha, hatungelala, tungeakisha tumekaa na silaha Hatungelala kwa sababu tunajua, kesho anakuja mwizi au leo anakuja mwizi, tungekesha. Lakini kwa sababu hatujui, Yesu anatuambia tukeshe, kwa sababu hatujui siku wala saa atakayokuja mwana wa Adamu. Ndugu zangu wapendwa, tujitahidi, tukaze mwendo, tuwe tukae mkao wa safari, kwamba muda wote mwana wa Adamu anaweza katokea. Bwana Yesu asifiwe. Tusilale kama wanavyolala wengine Tuwe wa tofauti, tusilale kama wanavyosinzia. Yaani wapo ambao watu wanasinzia wanajisahau kabisa, wanasahau kabisa kama wapo safarini. Hebu tusiwe kama wengine watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba wote waliamka, wote walihitaji kuonyesha taa zao, yaani matendo na maisha yao. Hawa wanawali wote waliamka, waliposikia hizo sauti, bwana harusi amekuja. Wote waliamka, waonyeshe taa zao, zikiwa zina nini? Zina mafuta, yaani matendo yao na maisha yao. Mwana wa Adamu atakapokuja, aone matendo yetu, maisha yetu yalikuwa salama tulipokuwa tukiishi duniani. Ndio hayo mafuta Yesu anayeyataka atakapokuja kuchukua kanisa lake, ambayo ni mimi na wewe, tuwe tumejiandaa, taa zetu zimejaa mafuta. Mafuta hatuwezi kuazimishana, neno la Mungu hatuwezi kuazimishana, maombi hatuwezi kuazimishana, ndugu yangu. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, tukae tayari, tukiwa na mafuta, tukiwa na Roho Mtakatifu, tukiwa na maombi kila wakati, tukiwa watu wa toba kila wakati, ili huyu mwana wa Adamu atakapokuja akute tumeshajiandaa. Mathayo tano kumi na sita inasema vivyo hivyo taa yenu iangaze mali pote, tunapoishi hapa duniani, basi ushuhuda iwe nuru kwa watu wa mataifa, ili wapate kumjua Mungu na ambao hajamjua Mungu apate kumjua kupitia matendo kupitia maisha ya hawa watakatifu. Ya angaze maisha yetu kwa kila mtu anayekutazama, akaone ushuhuda katika maisha yako. Tuone wapumbavu jinsi walivyosikia, kwa sababu pale tayari kulikuwa na makundi mawili. Tunajifunza kwamba wote waliamka, wote kwa pamoja waliposikia sauti ya kwamba Bwana Je, yeah, tujifunze hawa wapumbavu waliposikia sauti zikipiga kelele muda wa saa nane na mnajua muda wa saa nane ni muda wa utulivu. Je, yeah, walifanya nini? Tunaona wapumbavu wakaanza kuomba mafuta. Ni wakati wa dhiki kuu ikifika na ghafla, ambapo utaanza kuangaika kutetereka, je, niende kwa mtumishi fulani niende kwa mchungaji gani? Nikasikie neno anisomea hata mstari wa mmoja. Nitamkuta mwinjilisti nani, au nitamkuta mpendwa gani? Kuna siku moja nilisikia mtu ana, anahubiri kwenye mitandao, labda nitafute namba yake ya simu, haitapatikana. Itafika wakati wa dhiki. Kipindi kama hicho utatamani kusikia neno, utatamani kusikia hata sauti ya mtumishi, haitawezekana. Ndivyo tunavyoona kwamba hawa pumbavu ilivyofika dhiki iliyofika ghafla, wakati huo mwana wa Adamu tayari amerudi. Huyu bwana harusi ambao wanamsubiri wakakumuta taa zao hazina mafuta. Wataendaje kwa huyu bwana harusi bila mafuta? Na waliambiwa wakae na mafuta na wenzao wana mafuta. tujifunze tukae na mafuta kila wakati, tukae tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Bwana arusi atakapokuja kuchukua kanisa lake, akute mimi na wewe tumekwisha kujiandaa, maana itatokea dhiki kuu ambayo utatamani kulitafuta neno, halitapatikana. Utaenda makanisani, utayakuta majengo tu. Utaenda kwa mzee wa kanisa, utaikuta tu jengo utaenda kwenye mikutano hautakuta watu, utakuta nyasi tu, nazo zitakataa. Hizo nyakati ni wakati ambao wakukaa tayari. Bwana Yesu wasifiwe sana. Yeremia 17 mstari wa kumi nasema mimi ni Bwana ni chunguzae mioyo. Yeye ni Bwana, ndio anayechunguza mioyo ya wanadamu, yeye ndio anayechunguza maisha ya wanadamu. Yeye yeah, ndio anayejua maisha ya kila mwanadamu jinsi anaoishi. Maisha ya mwanadamu yapo kwenye vitanga vya mikono yake. Hesabu za maisha ya wanadamu yapo mikono mwake. Bwana Yesu asifiwe. Tukae tukijiandaa watu wa Mungu. Tunaona wenye busara walipoombwa mafuta na wale wapumbavu, walikataa. Naona wako sahihi kabisa. Saa, saa ni hii iliyokubarika kwa wakati huu ambao tunawaambia neno la Mungu, watu wa Mungu. Kuna wengine wako busy, wanapuuzia, shughuli zimewasonga sana, hawataki hata kusikiliza. Watu wanahubiri stendi, wanahubiri masokoni, wanahubiri makanisani, wanapuuzia, wanapuuzia tu nauenda, wengine wanasema wamechanganyikiwa hawana kazi ya kufanya, wanasawa ni wapuuzi, wanataka sadaka, wanataka mioyo yenu, mwende mbinguni. Wapendo, saa zingine mnaona wachungaji wana, wanahubiri makanisani huko, unakaa tu kwa sheria, nisikilize tu neno ili siku nikifariki wanizike kwa ibada. Itasaidia nini kuzika kwa ibada? fusiuli falme wa mbinguni, haitasaidia ndugu yangu. Mwingine unaenda tu kwa utaratibu tu kwamba niende kanisani, nisipoonekana wanakwaya watanielewaje? Kiongozi wangu atanielewaje? Kwa hiyo unaenda tu kwa sheria, sio kwa kwenda kumtafuta Mungu. Wengine unaenda tu kwa sheria, akakuone mchungaji, na saa zingine unapita hadi mbele akuone mchungaji. Yule ni mchungaji ni mtumishi tu wa Mungu ambaye amemtuma kwa ajili yako. Je, wewe umekaaje na Mungu wako? Neno la Mungu linahubiriwa kila maeneo linahubiriwa, mashariki linahubiriwa, sasa hivi linahubiria hadi vilabuni. Lakini je, ndugu yangu, utajiteteaje? Utajiteteaje siku atakayokuja mwana wa Adamu? Ni kwamba ukusikia neno ni kwamba ukusikia kwako ni jambo geni. Utajiteteaje kwa sababu maisha ya mwanadamu yapo mikononi mwa Mungu. Kila mtu atatolea hesabu ya maisha yake, itaweka kama televisheni. Jinsi ulivyo iyaishi ma maisha duniani, ndivyo itakavyokuwa ndugu zangu wapendwa. Sikia sauti hii ambayo ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Mungu amenituma niwaambie jiandaeni. Yamkini hata unaposikia hivi unaweza ukasema saizi imekuwa biashara. Sio biashara, ni sauti kutoka kwa Mungu. Mungu anataka pone ukaulifaluma mbinguu, hataki hata roho moja iangamie, na ndio maana alikuja akaukomboa ulimwengu kwa ajili ya dhambi za wana ili mimi na wewe tupate kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika wokovu, kila mtu anawajibika mwenyewe. Huwezi kumwambia Yesu nilimwomba rafiki yangu aniombe. Ndivyo tunavyoona kwamba wale wanawali wale wanawali walipowaomba ndugu zao mafuta, wale wanawali wapumbavu walipowaomba ndugu zao mafuta. Kwa hiyo habari ya wokovu sio ya kumwomba mwenzie. Mwana wa Adamu atakapokuja hakuna kujitetea kwamba nilimwomba rafiki yangu aniombee, haiwezekani, haiwezekani. Ni wewe utajibia Uliaishije maisha ulipokuwa duniani? Ulimwakilisheje Kristo ukiwa wewe ni mfanyakazi wa serikalini, ukiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, ukiwa wewe ni mwanafunzi, ukiwa wewe ni kijana, ukiwa ni mfanyakazi mbalimbali, ikiwa wewe ni mfanyabiashara, we we mfanya ulimwakilisheje Yesu kwenye uli mazingira haya, mazingira yote ambapo ulimwakilisheje uli Kristo? Hakuna atakayejitetea kwamba nilimwomba ndugu yangu, ndugu yako naye. Kitu ambacho mungu atakitaka ni wewe, kama wewe. Kaa tayari, kaa tayari kwa wakati unaofaa na usiofaa. Ndugu yangu, Yesu anakuita leo ikiwa hujaokoka, ikiwa hujaokoka, utafuatisha maneno haya ya toba. Ayisema, e Bwana Yesu, ninakuja mbele zako sasa. Ninatambua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimesoma na kusikia kwamba ufalme wa mbinguni unafananishwa na wanawali kumi, wengine watano walikuwa wenye busara, wengine watano walikuwa wapumbavu. Leo ninatambua kwa maisha, kwa maisha yangu bila mafuta ya Roho Mtakatifu sita falumawa mbinguni. Sitaki kuwa miongoni mwa wanawali wapumbavu, bali natamani kuwa miongoni mwa wenye busara waliokuwa tayari, waliomsubiri Bwana na kuingia naye kwenye karamu. Niwashe taa yangu tena, nisamee dhambi zangu zote kwa damu yako takatifu, na ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, na kuanzia leo nakubali na kubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.